Sana, unajua akafanya hiki, tumeenda kanisani hivi nyingi nyingi nyingi, nikasema sawasawa sawa. Nikafika nyumbani nikamwambia Mungu, nataka uniambie mama yangu yuko wapi, sitaogopa, nionyeshe tu mama yangu yuko wapi. Nakumbuka ilikuwa muda kama saa tano hivi, niko chumbani kwangu nikawekewa filamu mbele yangu tam, TV kaka, nikamkuta yule mama nikaboshaina mtu wa mungu tunza wokovu uliokuwa nao tukizungumzia kwa habari ya ubora ambao mungu amekupa si kitu cha mchezo niseme kidogo kwa ajili ya neema neema ni nguvu ya uwezesho ambayo mungu ameiachilia katika maisha ya mtu ndio nguvu ambayo mungu ameiachilia katika maisha yako jamani haleluya nasema kwamba itunze kwa sababu ni nguvu ya uwezesho huwezi kuipata kwa akili zako, kwa juhudi yako, kwa elimu yako, haipatikani na ukipoteza huwezi kuichukua tena. Jamani, haleluya, watu wa Mungu, tuko pamoja. Kwa hiyo, iko neema ya Mungu ndani yako inayofanya kazi ikakusaidia kuitwa Mkristo. Nasema neema ni nguvu ya uwezesho. Matendo sita mstari wa nane. Matendo ya Mitume sura ya sita mstari wa nane. Nitashukuru kama nitapata msomaji. Amen. Mm. Mm. Mm. Mm. Hapo tu. Hapo tu jamani. Bwana Yesu asifiwe. Na Stefano akijaa neema na uwezo, haukuwa katika nguvu zake, katika, katika elimu aliyokuwa nayo uh -uh. Mungu wa mbinguni aliachilia neema na uwezo ndani ya kutenda jambo, kasema kwa kwamba, jamani, neema ni nguvu ya uwezesho katika maisha ya Mkristo. Jina Bwana libarikiwe sana. Neema ni kupewa usiostahili ukastahilishwa Alafu nasema kwanini tutunze kitu cha namna hiyo? Neema ni kupewa usiostahili ukastahilishwa. Yeremia thelathini moja mstari ule watatu. Kama kuna vitu vya kuogopa watu wa Mungu duniani, ogopa neema ambayo Mungu amekukirimia jamani, haleluya! Kama kuna vitu vya kuogopa kwenye maisha yako, iogope neema ambayo Mungu ameiachilia ya ukombozi kwenye maisha yako. Yeremia thelathini na moja mstari wa tatu, kwamba neema ni kupewa usichostahili umestahilishwa. Mungu angewapa labda wenye pesa. Huwa nakaa nikimwangalia nikimkumbuka Mengi, jinsi ambavyo alivyokuwa na pesa nyingi na kila kitu, lakini hakuondoka na kitu chochote. Ile mali haikumwezesha kuishi, haikumwezesha kupokea uzima. Jamani, haleluya. Hata kama alikuwa na pesa angeweza kutibiwa pengine, sio? ni Ulaya, sio? Lakini hakupewa hiyo neema, lakini Mungu amekupa wewe neema. Mtu wa Mungu, tuna nini kwanza sisi jamani, si upendo tu jamani, haleluya. Naomba tusome Yeremia 31 mstari wa tatu. mm. Bwana alinitokea zamani, mm. akisema, mm. Naam nimekupenda kwa upendo wa milele, mm. ndiyo maana kwa upendo wa milele ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Jamani haleluya! Msali mmoja tu anasema, Bwana akamtukia akamwambia, nimekupenda kwa upendo wa milele, sio upendo wa muda mfupi tu lakini ni upendo wa milele, nimekuvuta kwa fadhili zangu. Yaani, Mungu wa mbinguni amependa mwenyewe kwamba uwe ni wa kwangu. Jamani, haleluya! Hakuna mtu ambaye aliyepeleka maombi mbele za Mungu kwamba naomba niwe mtoto wako, jamani, yupo. Lakini Mungu wa mbinguni asema nimekupenda kwa upendo wa milele. Pendo zingine ni za muda mfupi tu, hata kama mtapinzana sana jamani, lakini kuna kipindi mnatengana.